Vision 2030 madini ni maisha, ni mini na utajiri. Mimi naitwa John Waurabia, ni rais wa shirikisho la vyama vya wa wachimbaji madini Tanzania, lakini Mzee Sarungi ni mjomba wangu. Ndugu zangu, nimepewa nafasi ya kuzungumza, lakini nimetanguliwa na maprofesa hapa. Watizuri, Profesa Muhongo yuko hapa na ametamka jambo hivi nitalizungumza kidogo wakati namalizia, mimi kwa niaba ya wachimbaji. Lakini wapwa okay, uluo uke okay, wateji, kifo hichi kimetugusa sana, lakini historia ya Sarungi, naamini haitafutika, kama familia, lakini kama watoto wa dada naamini kwamba haitafutika. Na haitafutika vipi? wote tunaona, macho tunayo Wajaluo ni weusi, lakini tunaona pia ametuachia mama yetu mwenye rangi nyeupe, mzungu. Tumpige makofi. Kwa hiyo hiyo tu inaonyesha jinsi gani historia ya profesa huyu itaandikwa. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitaongea na Wanamara sababu leo tumekusanyika kupitia profesa Sarungi, ushirikiano, tujaribu kuangalia namna ya kukutana mara nyingi, ili mambo kama haya yanapotokea, basi tuwe tuna majawabu kama sio majibu. Na atakuwa tu mchoyo wa fadhila kama sitamshukuru mjomba wangu Otieno Igogo, ni mjomba wangu, lakini naomba nyuke muone wanamara, hii lulu kupitia hapa kwa profesa, ni mtu huyo tumsikilize, amejaribu kuanzisha organization mbalimbali kuwaita watu wa mara siwezi kusema anasikitika, lakini tunaomba tumuunge mkono. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, mimi waziri wangu wa zamani profesa Mhongo amezungumza jambo, kwamba ni kitu gani tutamkumbuka. Madaktari wanamkumbuka MOI, na profesa Mhongo akisema kama bosi wangu wa zamani, basi ni maelekezo mimi kwa niaba ya wachimbaji nitakuunga mkono kwa shilingi milioni tano ili upate vitabu vya kupeleka katika shule ile ya Sarungi. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba jina lake libidiwe. Amina, asante sana, asante sana mheshimiwa FEMATA, mzee wetu b vile vile kwa kutoa mchango wa shilingi milioni tano kwa ajili ya kununua vitabu ukimuunga mkono.